Imani yao iko confined, hawaamini kama praise and worship wanaweza wakaru, wakaleta uwepo wa Mungu. Wao wanaamini mpaka mwalimu wainuke. Nakwambia huo ni uchanga wa kiroho. Kuna mtu ananielewa hapa? Praise huo unamjua au mjui? Akiwa anaimba inuka, amini kwamba Mungu yupo, sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe koruu ya mazuia imekuwa inawaamini, hakuna muujiza unaweza kutendeka. Kwa sababu ili muujiza utendeke, umefungwa kwenye kitu kinaitwa kuamini. Mimi hapa sasa hivi unaweza ukanizuia nisifanye lolote kama utafunga moyo wako usiweze kupokea. Kwa ukiona nimetenda miujiza hapa, ni wewe ndio umeruhusu, imani yako imekuwa kubwa. Anasema katika kitabu cha Mathayo, sura ile ya tisa mstari wa 27 mpaka 29 kitabu cha Mathayo sura ile ya tisa mstari wa 27 mpaka 29, anasema Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata, wakipaza sauti wakisema, uturehemu, mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu wakamwendea Yesu, wakamwendea Yesu akawaambia, mnaamini kwamba... sorry, naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya neno hili, naweza kufanya hili. Yesu anawauliza do you believe, unaamini? Maanake Yesu alikuwa anatafuta ile vieko, ile gari ya kubebea muujiza ndani ya moyo wao. Unaamini maana yake, kama wasingemwamini Yesu, hata yeye asingeweza kuwahudumia. Ndipo alipowagusa macho akasema "Okay, anasema akawauliza, mnaamini naweza kufanya neno hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Manake kwa kipimo cha imani, kwa mtaji wenu wa kuamini. Hivi unajua uchawi umeukuza wewe. Uchawi kweli upo, lakini wewe ndio umeukuza kwa hofu na kuamini kwamba huyu mtu anaweza kukuroga. Kuna mahali niliwahi kwenda sehemu moja inaitwa Ushilombo kijijini, kwenye kanisa moja wapo kati ya makanisa makubwa ambayo yako mainstream. Nikawa ninahubiri huko, nimeshika kitambaa, nilikuwa na luka live, ile mic ilikuwa na logo kubwa, nilikuwa sitaki kuwafanyia tangazo kwa sababu tuko live. Hubiri, nika kwa nikafunika na handkerchief hapo. Kwa nikiwa nahubiri, nikaingia kwenye kuwahudumia. Hasa nilipokuwa nawahudumia, na wahudumia sinajifuta jasho narudisha hivi. Wale Wasukuma wenzangu wakasema yule anatumia uchawi sio kawaida. Alafu sasa walichonishangaza wakasema, mmm, nguvu za Mungu tu anafanya hivyo, watu wanaanguka. Sasa wao kwa akili yao wamejenga picha kwenye ufahamu wao kwamba uchawi una nguvu na uchawi una miujiza mingi kuliko Mungu. Kwa hiyo ndani ya mioyo yao Mungu alikuwa mdogo sana kuliko uchawi. Si kama tunaelewa kwa hawa watu ni rahisi sana kurogeka kuliko kuhudumiwa wakavuka. Kwa hiyo ni rahisi sana ukawaombea, ukaona kweli wamefunguliwa, lakini baada ya dakika chache ama siku kadhaa wakarudi tena pale pale. Kwa nini? Wanaamini uchawi una nguvu kuliko Mungu. Kwa sisi ndio tunakuza matatizo kuliko kukuza mambo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tunaweza tukaangalia katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 13 mstari wa 54 mpaka 58. Mathayo sura ya 13 mstari wa 54 paka 58 Mathayo sura ya 13 mstari wa 54 mpaka 58 anasema na alipofika katika alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao hata wakashangaa wakasema huyu amepata wapi hekima hii bwana yesu asifiwe afu hii ulitakiwa kuiandikia point lakini anyway hii nitakuelekezea tu anasema na alipofika katika nchi yake akawafundisha katika sinagogi, hata wakashangaa wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa seremala? Mamae si yeye aitwaye Mariamu, na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Na maumbu wake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Wakachukizwa naye. Yesu akawaambia, nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na, nyumba, na nyumbani mwake mwenyewe. Wala mstari wa nane, neno la Bwana linasema wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Maana ili Yesu afanye miujiza inategemeana na namna ambavyo wewe unamwamini yeye, anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Kwa hiyo hawakuwa wanaamini kwa hata yeye alizuiliwa. Ndio maana nikakwambia jana kwamba hata kama Yesu atarudi in a physical form hapa duniani, katika hali ya umwili na ubinadamu, akija wewe, anaweza akashindwa kukufungua Yesu, mwana wa Mungu, kama wewe utakuwa hauamini. Manake gari peke yake ama kibebeo peke yake cha muujiza wa Mungu ni mtaji wa imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwishoni nikasema ili Mungu aweze kumfanyia mtu miujiza anaangalia mtaji unaoitwa imani ulio ndani ya mtu. Ili Mungu aweze kutenda miujiza, anaangalia mtaji, mtaji unaoitwa imani. Ukikosa imani, na imani, nimeshakwambia imani ni nini, ni kutengeneza picha, kutarajia tu kwamba ah, mi mtapona, ni kujizima data, yaani kupingana na yale unayoyaona kwamba kweli naumwa, lakini no, mimi ni mzima mimi ni mzima, unazungumza na unabadilisha akili yako kwamba mimi ni mzima. Kwa kuamini kule ile, ndio tunaita imani na kuanza kuchukua hatua, Mungu anajaza ndani yake. Tumeshawahi kuwaona watu, kuna dada mmoja nilikuwa namwombea mume wake, alikuwa mlevi sana. Namaliza kuomba naye, unamwambia level ya nne au unamwambia declare, atangaze kwamba mume wangu sio mlevi, anatangaza. Maana yake unambadilisha uwezo wake wa kuona aanze kumtafakari mume wake sio mlevi. Sasa imani kawaida wagi inajaribiwa, yani ile, mnamaliza kuomba jioni, anarudi nyumbani mume wake anarudi chakali kuliko jana, anaanza kumuita jina la kwanza, alikuwa anaitwa jina la kwanza darling. Mwanaume kalewa anamuita darling, mwanamke aitiki, kanuna, kwamba yani, nimeomba karudi tena kalewa na leo. Akiona darling mume wake haitikiwi, anabadilisha anamwita mama fulani Mwanamke aitike. Baadaye mwanaume anaona sasa hii mama fulani haifai, anamwita jina la mnyama, wewe mbwa, fungua mlango. Mwanamke anaenda kufungua, akifungua, mwanamke na yeye anaanza kumwambia mume wake, shetani mkubwa, sini karibia. Mwanamke anahama, sikaokoka, anahama, hataki kulala na mume wake aliyelewa pombe, anaenda kulala chumba kingine. Amemwita mwanaume mwana wake nani? Shetani mkubwa. Shetani anaokokaga? Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Amerudi amelewa, ulitakiwa upanchi yale unayoyaona. Imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo tofauti na yanayoonekana. Maanake unaambia usiviangalie vinavyoonekana. Kaja kalewa, unamwona kwa macho kalewa, lakini badilisha akili yako, sema huyu hajalewa. Unaelewa maana ya imani? Imani maanake ni kuamua ku, kupingana na kile unachokiona kwamba huyu hajalewa Kalewa, ano ajalewa mme wangu sio mlevi mke wangu sio mlevi kataa maanake umeambia usiangalie vinavyofanya vinavyoonekana maanake tengeneza picha yako ya ndani ndio maana maandiko katika eneo ambalo tunaruhusiwa kudanganya na kwenye imani maanake upingane na ule uhalisia unaouona na ndio maana maandiko yanasema aliye dhaifu al, na al, al, al, al, al, al, al, aseme mimi ni na nini nina nguvu. Yaani, wewe ni dhaifu lakini unatakiwa useme mimi nina nguvu. Maanake uliye mgonjwa useme mimi ni mzima. Maanake pingana na kile unachokiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwa nikiwaambia watu kuna dem, kwenye ulimwengu wa roho kuna democracy of, of, of speech freedom of speech kwenye ulimwengu wa roho, lakini hakuna freedom after speech. Kuna haki na uhuru wa kusema chochote katika ulimwengu wa roho lakini hakunaga uhuru baada ya kusema. Maanake lile neno ambalo lilitamka kwa machaguzi yako hilo litakuja kuamua baadaye kesho yako, ama kuamua matokeo ya baadaye ambayo hutakuwa na uwezo tena wa kubadilisha. Kwa hiyo ni kitu gani unaona, ni kitu gani unatamka? Haya ni mambo ya kuzingatia sana. Sasa nikakwambia kwamba ili Mungu aweze kufanya chochote anaangalia huo mtaji. Je, una mtaji gani? Ndio maana nikwambie mambo ya imani, asilimia kubwa, wengi tumeokoka, lakini wale wanaofaulu sana kwenye mambo ya imani ukiangalia kidogo wanakuaga kama wamezimika data fulani, na ndo hao tunaosemaga walokole tunasemaga hawana akili, ndo wanapataga matokeo. Mimi ndo nakwambia mambo ya kiroho yataki akili timamu wewe hata kwenye upande wa giza wewe, unayemwona yule chizi anaoga njia ya panda, ah, hawana akili hawa ah, so hana akili. Unamwona anaoga njia ya panda kama mwenda wazimu, mwanangu anapasua nazi pwe, kajizima data, subiri uone matokeo. Wewe mwenye akili, kama yatakupata mambo ya kiroho ni lazima uzimike data kidogo kwa sababu huwezi kuniambia mtu anaumwa, madaktari wamethibitisha huyu ni mgonjwa, afu unasema ah, huyu sio mgonjwa. Madaktari lazima wafanye hivyo. Umenielewa vizuri? kwamba uko sawa, lazima wakuangalia wakuzumu. Maanake imani inataka kujizime data. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa ule mtaji ambao unatakiwa ndo, ndo tunauita nguvu ya ndani. Waefeso tatu ishirini, huu ni mtaji Waefeso 3:20 rebakata ya mashakata Waefeso 3:20 anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Halafu anamaliza anasema, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Maanake kuna nguvu ambayo Mungu anaitaka, uwezo wako wa kuamini uwezo wako wa kujizima data, manake kuamini ni uwezo wa kujizima data. Huna hela unasema nitakuwa tajiri. Kama mimi nilikuwa nawambia mimi nitakuwa tajiri, nikazungumza. Kuna gari moja nilikuwa na kuna, kuna kitu e, ukiachana na gari, kuna vitu nilikuwa nataka kufanya, vilikuwa vina gharimu kama milioni thelathini na kitu, nikatangaza, nikawambia mimi nitafanya, mwaka huu hautaisha. Kuna mzee mmoja akaniwita kaniambia, dogo Jo, unajua unachotaka kukifanya gharama yake? Nikamwambia yeye, akaambia akaniwahi akaambia ile ni 37 36 55 milioni. Akaambia mpaka sasa hivi kwenye akaunti yako na shilingi ngapi? Nikamwambia sina hata 100. Alicheka hana mbavu, akasema nyinyi ndio mnatutukanisha sisi wa Kristo, unaaminije kitu ambacho huna? Nikamuuliza, kwani mtoto mdogo anapomwomba baba yake Waga anatakaga kuwa na uhakika kwamba baba yake atamfanyia wagi, namsumbua kwamba baba yake atafanya kwa njia gani? Nikamwambia mimi ninaye baba, atanipa. Akaongeza kucheka, kadona baba, wewe tafuta hela. Nikamwambia ndo naanzia kwenye imani, imani ni mtaji. Nilivyokuja kufanya, alirudi akashuhudia mbele za watu, akasema huyu jamaa Mungu wake haendi likizo. Alitamka hilo neno, sijawai kulisawa. Akasema Mungu wako yuko kazini masaa yote, haendi likizo. Nikamwambia, haujui, kuna kitu wenzetu wameenda mbali. siwezi kutamka hii, lakini kuna kitu kinaitwa hiyo law of attraction, sisi tunaita money magnet. Ndio Daudi anasema wema nazo fadhili zinanifuata. Daudi anawezaje kusema wema na fadhili zinanifuata? kuna kitu unatafakari nini, unachotafakari kinakuja kwa wepesi na ndio maana maandiko yanasema akihofiacho mtu akiogopacho mtu, aki mtu ndicho kinachomkuta. Bwana Yesu apewe sifa, haleluya! Pigie Yesu makofi. Uh, tutaendelea tena kesho, somo linaenda sasa ukingoni, lakini kesho nafikiri nitakufundisha namna ya kuiaktivate hii imani, nitakufundisha kesho. Mungu akubariki sana. Baba mchungaji, karibu kwa ajili ya kututamkia baraka Mwishoni usisahau Ijumaa tuna maombi kama kawaida, lakini pia uh, ni nitamke neno moja. Kesho nitatoa maelekezo, tuandae sadaka ya Ijumaa ambayo tutaitamkia katika eneo la imani. Bwana Yesu asifiwe sana, yes Nipe Bwana makofi mengine, asante sana basi. Naomba tusimame tumshukuru Mungu. Mungu, e, una imani sasa. Kusimama nako si imani? <laughs> E, kusimama nako ni imani, lakini kwenda nako ni imani na kufanya nako ni imani. Kwa hiyo usione, kila unachokifanya usiiweke imani bali. Kila tunachokifanya tunataka imani. Wepo karibu na sisi. Asante sana mwalimu kwa kubariki. Tunaendelea kupokea maarifa, tunaendelea kupokea elimu hiyo na ujuzi hiyo, lakini natamani kila mmoja ichukulia hatua aone matokeo, hasa kwenye vinywa. Mahali pakuchukulia hatua pakubwa ni kwenye vinywa. Vinywa vyetu tunafanyaje? kinywa chako ja tunafanyaje? Hilo ndio jambo la muhimu sana. Tuende mbele za Mungu tumshukuru Mungu Baba katika jina la Yesu. Asante Mungu mwema mwaminifu, ulitupa tena siku njema ya leo asubuhi ya, ya leo, siku ya tarehe kumi na saba, siku ya Jumanne, tunakushukuru tunakutukuza tunakuhimidi. pokea shukrani zetu Mungu kwa sababu umetupa zawadi ya siku hii, nasi tunakusihi katika jina la Yesu ufanyike baraka kwetu kipekee Mungu majira haya na saa hii na neno lako ambalo tumelipokea asubuhi ya leo hasa linalotufundisha juu ya imani. Na imani kila moja ana imani yake, ndiyo maana anatoka nyumbani asubuhi, ndio maana ametoka pale nyumbani kuja mahali hapa. Bwana alijua kuna kitu atakipokea, nami nasema wapokee katika jina la Yesu, wasitoke watupu, watupokee na watoke wakiwa na nguvu katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa sababu taendelea kutubariki mwenye kuamini na kutenda ataenda kupokea. Asiyeamini Mungu, endelea kumtia nguvu At, atengeneze imani ndani ya nafsi yake ndani ya moyo wake, na zaidi sana kwenye kinywa chake, katika kunena na katika kutenda. Ye Bwana, asante Mungu kwa sababu ya pendo hili kubwa zaidi sana. Tuna sadaka ambazo naenda kutolea Mungu, ni shukurani yetu kwako kwamba asante kwa ajili ya asubuhi, asante kwa ajili ya neno, asante kwa ajili ya siku ya leo asante kwa sababu Mungu umesema nasi, hakika tunaamini tulivyokuja sivyo tutakavyorudi, katika jina la Yesu awe mtoto awe mtu mzima, sisi sote kama kanisa lako Mungu, ninakusihi utubariki wanao, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu nalibariki jina lako asubuhi ya leo. Enda na watoto wako katika kazi zao za siku ya leo, kwenye ofisi, kwenye biashara, kwenye kazi zao za majumbani, kila mmoja. Ye Bwana madamu yuko mahali hapa leo na neno hili ambalo tumelitafakari, kila mtu akatende sawasawa na neno lako, lakini akafanye mazoezi katika china la Yesu. Ukuaji ni pamoja na kufanya mazoezi kutoka hapo alipo mtu, ni pamoja na kufanya mazoezi ya kutamka na kutenda. Hivyo Mungu, tupe hatua, tupe neema ya kutembea katika china la Yesu. Libarikiwe nalimidiwe jina lako asubuhi ya leo, nenda nasi Mungu, tupe tena kibali cha jioni kwa utukufu wa jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokea baraka. Bwana akubariki na kukulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kupa amani, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ubarikiwe kuingia kwako na kutoka kwako. Amen. Karibu kumtolea Mungu sadaka yako.